Kufuatia mabadiliko ya uchukuaji fomu za kugombea wa Chama cha Mapinduzi, mbunge wa chama hicho kupitia Geita, Joseph Msukuma ameshauri TAMISEMI kuwafanyia ukaguzi wateuzi wote wa umma wenye nia ya kutaka kugombea ubunge katika uchaguzi wa mwezi Oktoba mwaka huu. Msukuma ameeleza hayo bungeni akisema kwamba kwa kufanya hivyo kutaondoa kuwa na wabunge wabadhirifu kulindwa na mhimili huo. Wale ambao wameandika kuja kwako kutaka kuingia kwenye hii game ya siasa, tunawakaribisha na ni swala la kikatiba, lakini kabla hujawapa idhini ya kwenda kugombea, nikuombe Mheshimiwa Waziri, na kupitia bunge lako, hebu wapelekee special audit kwanza, wakiliwe kwanza, waje wakiwa wasafi. Yaani naona kama tunajikaanga wenyewe, tunatoa kulia, tunaweka kushoto, na mtu akishaingia humu, ameshavaa kinga, hawezi kuitwa Kabla mtu hajaachia kiti chake kuja kugombea ubunge, peleka special audit. Kichere nimemwona hapa, ili wakija kwako na ile barua kwamba huyu hana matatizo, ndo waje huku. Hawezi kukwapua huku tena wakaja kugombea ubunge, haiwezekani. Mheshimiwa Spika, nilikuwa naomba sana hilo, vyombo vyote mlizingatie, na mheshimiwa waziri, kabla hujawaruhusu kuja kugombea, wawe na barua zinatuonyesha hawa watu ni wasafi.